Tadesko ni taasisi ya umma lakini tunaolikumu la msingi la kuzalisha kusafirisha na kusambaza umeme kwa Watanzania. Ilo ni tuguletu la msingi na sukuliiwe imeendelea kufanyika toka zamani toka wakati wa serikali ya awamu ya kwanza mpaka sasa serikali ya awamu ya sit naongozwa na Dokta Samiasuukasa na Mungu, na namshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa hivi sasa umeteuwa na umiamini iakuongoza shirika hili kubwa na alikuwa katika upande wa Afrika Mashariki kuanzia idadi ya watu watumishi uwekezaji naoweka mali za shirika na stiki tulionayo kwa taifa. Na mshukuru sana kukusamia solo hasani. Ndugu zangu wenyeviti na marafiki zangu, kazi zetu kubwa tatu ambazo tunazifanya ndio zinasababisha shirika letu liendelee kuwepo na msingi wa kuwepo kwa shirika lenyewe. Lakini tunaweza kufanya mambo mengi sana ambayo labda watu hawafahamu. Wanafahamu kwa kusikia, lakini hatuwezi kupata nafasi ya kuwasogelea na kuwaeleza vizuri mambo tunayoyafanya, na huenda kwa sababu moja au nyingine, tukao tukaona sisi kuna jambo la kuwaomba, ili kazi zetu sasa mimi nimetokea huko. Nakushukuru sana mheshimiwa Rais kwa kunipa imani na kunipa kazi kwa muda wote, na nimetungiwa katika nafasi tofauti tofauti na mpaka hapa niko sasa. Moja ya kitu nilichojifunza na ambacho nashukuru eh, kupitia kwenye eneo hilo ni kupita wakati ambao nipata nafasi ya kufanya kazi na wenye viti wa vitongoji, wenye viti wa vijiji

Kila mmoja sisi ni mteja wetu la... na idadi ya watu Tanzania, inaongezeka kwa mujibu wa sensa ya watu na makazi mwaka 2022 tuko zaidi ya milioni 62, na kwenda kwa sasa hivi tuko juu zaidi. Uwekezaji unaongezeka kwa kwa taeleza, na ujenzi wa miundo mingi ya serikali umeongezeka sana, mahospitali, mashule na mambo mengine mengi, mataa ya barabarani, barabara zinazojengwa za raji ya umeme mlaji wa redi ya kisasa inatumia umeme na mambo mengine mengi. Haya mambo yote yanahitaji huduma kutoka TANES kwayo sisi tunawaji mkubwa sana wa kufanya kazi na kuona mbini tofauti nyingi ili tuwezi kuitiai za wateja wetu, lakini hakuna kitujikama tumejitahidi sasa hivi TNS tuna kituo cha huduma kwa wateja ambacho tunajaribu kuwasiliana na wateja wetu pale ambapo sisi tunakuwa na shida, tunawahi kuambia, tuna mifumo yetu ya kuwasiliana, lakini ukategeleza mfumo wa sisi kusikiliza wateja wetu wanasemaje na wanataka nini. Kitu hicho tukinaenda vizuri, baada ya mjadala mkubwa, wakishakufungulia tunakuwa nafasi ya kuelezaji vizuri, na tunapenda kupata mawazo yenu peke yake haitoshi. Ni matazamio yetu sisi tuwe na bezi kubwa zaidi, yani tuwe na idadi ya watu na makundi mengi zaidi ambayo tuna mifumo nayo ya kuwasiliana, kujua ladha ya huduma tunayoitoa kwa wateja wetu, wanafikiria nini na wanaseman. Ndugu zangu, wenyeviti, nyinyi watu labda wanaowachukia labda kwa hiyo tunataka tutengeleze mfumo wa mawasiliano wa mjini ambao utatusaidia kupata taarifa kutoka kwenye mikutano yenu unayoifanya, mawasiliano yenu na wananchi <coughs> ili tusikie wananchi wanasemaje juu ya huduma tunazotoa sisi. Tunaelewa, najua. Mimi nilipokuwa mkuu wa wilaya nimetembea sana kwenu, ilikuwa nikija tunafanya kliniki zetu zile, tunafanya mikutano, tunasikiliza kero za wananchi, nilikuwa natembea wakati fulani na mameneja ni wangu, so najua nini wananchi wanataka kusema kutoka kwetu, na wakati fulani kwa sababu miradi yetu mingi haileti kwenu, ya shughuli zetu kunaleta miradi ya afya, miradi ya elimu, miradi ya barabara sehemu ya mabalozi wetu kama wanafanya kazi wa balozi uh, kwenye miradi mingine ya mashule, miradi ya barabara, miradi ya hospitali na miradi mingine mingi, tunataka miradi ya umeme na namna ambazo tutazitoa hapa, tutakubaliana namna nzuri ya kuwasiliana na naamini, tutakuwa tumepanua wigo mkubwa wa kuongeza watu tunawasiliana wazuri, ambao kimsingi kimsikiliza kwenye kiti kimesikiliza kauli ya serikali ya mtaa kwenye kiti, akitoka kwenye kikao cha kusoma taarifa ya pato na matumizi, kikao cha kutambulisha mradi, atakuja na maswali mengi ambayo atatuambia sisi na sisi tutayafanyia kazi moja kwa moja, tutakuwa tumeitikia wito wa wananchi kupitia kwako.